Hmm. Haya mambo nataka lazima wote wanandoa wayajue vizuri. Utunzaji wa afya ya kisaikolojia na kimwili. Ndio wanapaswa kujua umuhimu wa kusaidiana katika kudumisha afya ya kimwili na kisaikolojia. Hii ni pamoja na kusaidiana kutatua matatizo ya kihisia magonjwa ya kimwili kama hivi nilivyo yataja hapo nyuma. Sio siku moja tu gari imezima mlimani, mke anaanza anaweza kupayuka huko mtaani mtaari, eh, mwenzangu, mwenzangu. Hapana, haitakiwi hivyo, lazima wanawake watunze siri za waume zao na kadhalika. Wakati mwingine yanayofanya mi kuwaondoa wanawake au wanaume katika hisia yakapelekea matatizo ya kisaikolojia, tutayazungumza lakini wakati mwingine ni matatizo ya kimwili, mwili umechoka, hautaki kufanya tendo hilo. Lakini wakati mwingine sheitani anaweza kuwa ndiyo sababu ya tendo hilo kutowezekana. italeta somo maalumu litakalozungumzia mada hizi insha allahu taala, katika mtiririko wa masomo haya ya ndoa. Magonjwa ya zinaa kama itakuwa yametokea ni vizuri kujua na kuchukua tahadhari; dhidi ya magonjwa ya zinaa ni muhimu kwa afya za wanandoa. mume wangu, wanabono, mji mzima wanasikia huko unatangaza, mke wangu, jamani, sijui anafanga, si zinatoka, zimejazana. Mambo haya hayapaswi kuwa publicly. Lazima mambo haya yawe kwa siri na mtibiane ya kushe moja kwa moja, na pia muyafanye katika siri. Pointi mbili kuu za mwisho, mipango ya kifedha kwanza. Hapa kwenye mipango ya kifedha tunazungumzia ushirikiano wa fedha. Wanandoa wanapaswa kuwa na mazungumzo ya wazi kuhusu mapato, matumizi na akiba hii inasaidia kuepuka mizozo ya kifedha. Katika Uislamu kuna mambo kadhaa katika ndoa, ikiwemo ushirika wa kifedha na ushirika wa kindoa. Hizi ni mada mbili tofauti, tutazichambua, alafu tuone katika mgawao wa mali huko mbele. Mwanamume na mwanamke wanaachana, kuna mali mwanamume alitafuta katika njia kadhaa hey, aidha alichanga na mweza wake au hawakuchanga. Kila mtu kwamba kila mtu namna gani eh, alishiriki katika kuzitafuta mali hizi? Au je yeah, ni sawa kugawana mali baina ya mume na mke, kwa sababu mke alikuwa nyumbani anafua nguo, au alikuwa amekaa ndani anafuliwa nguo na, na kijakazi au ilikuwaje, namna gani mgao utakuwa katika mfumo endapo mali zinataka kugawanywa kwa ajili ya ndoa kwa ndoa kuwa kwa, imevunjika au namna nyingine yoyote, hili tutaliletea ufafanuzi wake insha Allahu taala. Hapa tunazungumzia mipango ya kifedha, ushirikiano wa kifedha, kufunga kufanya eh, mipango ya pamoja kujua na kufuata malengo ya kifedha ya pamoja kutasaidia familia kujikwamua na changamoto za kifedha. Tukifanya hivi, tunajenga ushirika bora ambao kuvunjika kwake ni ngumu sana. Kwa hivyo, wanandoa wanapaswa kufanya ushirika wa kifedha na mali, lakini ndoa hii, ile ndoa tunayotarajia kudumu, kwa sababu ndoa hii tunatarajia itadumu. Kama ndoa wanakwenda kufanya kisao hii ndoa hii ndoa hii hii ndoa ina mushkili mkubwa sana. Kwa hivyo haya ni mambo ya kuyazingatia. Jambo la mwisho kabisa, utamaduni na dini, kuheshimu imani za kila mmoja. Inawezekana ndani kuna watu wawili tofauti wa madhehebu ya kidini, katika dini yetu inawezekana huyu mmoja asema mimi ni Ahlusunna Waljamaa na nimelelewa nimekulia katika hilo mwingine asema hapana, mimi mimi... ni salafia mimi. Kila mtu lazima amheshimu mwenzake, kila mtu lazima amheshimu mwenzake, kwa sababu kinachotuunganisha ni la ilaha illa Muhammadu Allah muhammadur rasulullah, na kila mtu akaswali kwa mujibu wa mafundisho aliyopokea kutoka kwa shekhe lake. Mume ana mipaka yake kwa mke, na mke ana mipaka yake kwa mume. Waislamu ndio wanaoana, lakini Waislamu ninyi mmeoana, mmekutana katika madhehebu tofauti. Mnapoingia katika ndoa mke akafuata madhehebu ya mume amlazimishe kwa ijibari, hatushauri jambo hilo. Hatushauri jambo hilo. Kila mtu atabaki na msimamo wake katika dini, na ni vizuri ni vizuri kabla ya kuoa au kuolewa, tutazame dini na tabia, kwa sababu ndio ushauri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: idha ataku man tardhauna dinahu wa hulukan fazawijuhu, akikujieni. Yani mtu ambaye dini yake na tabia yake mnairidhia, mpeni mke. Maana yake mume, mke, kabla ya kuingia katika ndoa, lazima watazame dini na maadili namna gani yalivyo. Wanandoa lazima kutambua tamaduni za kifamilia, kwamba hawa ni Wanyakyusa hawa, hawa ni Wamakonde, hawa ni Wapemba, hawa ni Wandee hawa, hawa ni Wazigua, hawa ni kadha. Na vile vile watu wa dini nyingine, tunawashauri mnapokwenda katika dini zenu, mnapokwenda katika ndoa zenu, lazima muheshimiane na kufahamu mpaka yenu, lakini ninapendekeza sana sana katika hali za wanandoa, huwa ni safari ya pamoja, hivyo ni muhimu kuwa na mtazamo wa pamoja, kujua changamoto zitakazokuja na kuwa tayari kukabiliana nazo kwa kushirikiana. Mambo haya ni muhimu kwa ushirikiano wa kudumu na furaha katika ndoa. Huu ni ushauri wangu wa bure kabisa. Kama ndiyo mara ya kwanza unatazama Mtavassy TV online Usiache kugusa subscribe, kisha gusa alama ya kengele ili kufungua notification. Ukifanya hivyo, utapata sehemu ya masomo mengine yanayofuata kuhusu ndoa na vipindi vingine vya tafsiri za ndoto, elimu mbalimbali tunazozitoa mbali hapa Mtavassy tv online, kama vile masomo ya mirathi, lugha ya Kiarabu, Kiingereza na masomo mengine mbalimbali.